Usimuumize mwenzio, msiumizane ndani ya ndoa, kwa sababu huyu mke huyu mume ni mwanadamu. Anaweza kuwa alikuwa anakupenda kupenda sana, lakini ukamuumiza, akafunga moyo wake. Ukamuumiza, ana withhold upendo kwa sababu ya maumivu. Na mara nyingi kunapotokea kitu cha maumivu ndani ya wanandoa wawili, kunapotokea kitu cha kuumizana huyu aliyeumia anafunga moyo wake kwa sababu anaogopa asije akaumizwa tena. Anashindwa kujiachia, anashindwa kupenda upendo kamilifu kwa sababu anaogopa asije akaumia tena kama alivyoumizwa mwanzoni. Wewe ambaye umemuumiza mwenzio, lazima uwe tayari kulipa gharama ya kumfikisha mwenzio mahali pa kumhakikishia kwamba lile kosa lilotokea halitajirudia tena, ili kidogo kidogo aweze kuufungua moyo wake. It is very unfair kufikiria kwamba unaweza ukamuumiza mtu na akaendelea kuwa the same alivyokuwa kabla hujamuumiza. It is very unfair. It is very unfair kufikiri kwamba unaweza ukamuumiza mtu na akaendelea kuwa mtu yule yule aliyekuwa kwako kabla hujamuumiza. It is very unfair, it is very unfair. Imetokea umemuumiza mwenzio, accept kwamba umefanya kosa, na ikitokea huyu mwenzako amefunga moyo as a result of the pain you cause, understand, lipokee kwa sababu hiyo ni matokeo ya kosa uliofanya. Halafu wewe uliyemuumiza, chukua hatua, take the responsibility ya kuendelea kufanya Hey, mambo ambayo yatamhakikishia huyu uliyemuumiza kwamba lile kosa halitarudia tena, ili sasa huyu mwenzio ambaye sasa anakuwa amefunga moyo wake kwa kuogopa asiumie tena aanze kuachia moyo wake tena kwako kidogo kidogo. Kwa tumesema hayo ni mambo ya msingi matano ya kufahamu kuhusu upendo ndani ya ndoa. Tumesema jambo la kwanza, upendo ukikosekana ndani ya nyumba hamwezi kuwa salama. Jambo la pili tumesema upendo ukikosekana makosa yanakuwa amplified na yale mazuri yanasaulika au hayaonekani, lakini kunapokuwa na upendo, ni kama macho yanakuwa kipofu, unaona uzuri zaidi kuliko ubaya na madhaifu ya mwenzio. Jambo la tatu tukasema kinyume cha upendo ni chuki, and there is a very thin line between love and hate, na kunapokuwa hakuna upendo, basi kunakuwa na chuki na Biblia nasema chuki inazaa mafarakano. Kwa hiyo kukisha kuwa na chuki kati ya wanandoa wawili, kinachozaliwa ni kufarakana na kugombana na kuachana na talaka na vitu vya namna hiyo. Jambo la nne tukasema, upendo ukikosekana, mnaanza kufanyiana mambo mabaya, kwa sababu Biblia nasema upendo haumfanyii jirani mabaya. Kunapokuwa na upendo wa kweli, hamwezi kufanyiana mabaya, kunapokuwa na upendo wa kweli, hamwezi kufanyiana mambo ya kuumiza. Lakini upendo ukikosekana, ni rahisi tu kukuta mtu anamfanyia mwenzake mambo mabaya na hajali, kwa sababu ule upendo haupo. Jambo la tano tukasema, mtu anaweza kuamua kufunga moyo wake na kujizuia kumpenda mwenzie, especially kama ameumizwa. Na tumeona Paulo, anawalalamikia wa Korinto, anawaambia mmefunga mioyo yenu, mmezuia mioyo yenu kutupenda. Kumbe inawezekana mtu akazuia moyo wake, inawezekana mtu akafunga moyo wake hasa anapokuwa ameumia. Kwa hiyo kwa hayo matano tunasisitizana sana, hebu kila mtu ajitahidi kuhakikisha anadumisha upendo ndani ya nyumba yake na ndani ya ndoa yake, kwa sababu upendo unapopotea, hasara ni nyingi kuliko faida. Sasa unarudishaje upendo uliopotea? Unarudishaje upendo uliopotea kwenye ndoa yako na kwenye nyumba yako? Unaurudishaje upendo uliopotea kwenye nyumba yako au kwenye ndoa yako? Unafanyaje? Jambo la kwanza, amua kushirikiana na Mungu kupitia maombi na kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu katika neno lake. Mungu anaweza kuuongeza upendo na kuurejesha upendo uliopotea kati yenu. Mungu anaweza. Ndio maana kwenye Warumi sura ya nane mstari wa ishirini na nane Warumi sura ya 8 mstari 28, Biblia anasema, nasi tunajua ya kuwa katika mambo hayo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ukiamua kushirikiana na Mungu, ukiamua kufanya kazi pamoja na Mungu, ukiamua kumshirikisha Mungu katika maombi na ukikubali kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu kupitia neno lake, Mungu anaweza kurejesha upendo uliopotea kwenye ndoa yako, kwa sababu Mungu peke

Moyo wa mtu ukishaumia, moyo wa mtu ukishavurugika, moyo wa mtu ukisha kuwa baridi, ni Mungu pekee anayeweza kuufikia na kuasha moto wa upendo tena. Kwa hiyo jifunze kushirikiana na Mungu na jifunze kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi na kufuata maelekezo yake kwenye neno lake ili kurejesha sasa ule upendo uliopotea. Mungu anaweza kuzalisha upendo ndani ya mwenzio na ndani yako tena, anaweza kuuzalisha na anaweza kuuonge kama ulikuwa umepungua. Na ndio maana Wathesaloniki wa Kwanza tatu kumi na mbili Wathesaloniki wa Kwanza tatu kumi na mbili anasema Bwana na auongeze upendo wenu na kuuzidisha kati yenu. Kumbe Mungu anaweza kuongeza upendo, anaweza kuuzidisha kama mtamshirikisha na kama mtamtafuta na kufuata maelekezo ya neno lake. Warumi tano, tano. Warumi tano, tano. Anasema wala tumaini halitukatishi tamaa kwa sababu Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametupatia. Kumbe Mungu anaweza kumimina pendo, anaweza kumimina penzi tena kwenye mioyo yenu, na mkaweza kupendana tena katika jina la Yesu Kristo. Wagalatia 5:22-23 Wagalatia 5:22-23 anasema lakini tu tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, anaendelea kutaja pale. Lakini tunda la Roho ni upendo. Kumbe tunda la kwanza ambalo Roho Mtakatifu anaweza kulichipusha ndani ya moyo wa mtu linaitwa upendo. Kwa hiyo ukishirikiana na Roho Mtakatifu, ukishirikiana na Mungu na ukamhusisha katika maombi, ukamhusisha katika neno lake kwa kufuata kile anachokuelekeza, anaweza kuongeza upendo, anaweza kuuzidisha upendo na anaweza kuzalisha tunda la upendo ndani ya moyo wa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai tatu kumi na tatu mstari Wakolosai tatu mstari wa kumi uh, na tatu uh, na wa kumi na nne Wakolosai tatu mstari wa kumi na tatu na wa kumi na nne. Biblia inasema, vumilianeni na kusameheana, mtu akiwa na lalamiko lolote dhidi ya mwenzake, sameheaneni kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi. Zaidi ya maadili hayo yote, jivikeni upendo. Tunaona jambo la kwanza, shirikiana na Mungu. Amua kumshirikisha Mungu. Yeye Mungu anaweza kuongeza upendo, yeye Mungu anaweza kumimina pendo lake. Kwa hiyo, namna ya kwanza ya kushirikiana na Mungu ni kwa njia ya maombi na kwa njia ya kufuata kile anachokuelekeza kwenye neno lake. Jambo la pili, Mungu hatafanya hiyo kazi peke yake. Tumeona kwenye kitabu kile ah, cha Warumi. Mungu hafanyi kazi peke yake. Warumi nane, ishirini na nane anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo wakati Mungu anafanya kazi ya kumimina pendo ndani yako, wakati Mungu anafanya kazi ya kuzidisha na kuamsha na kuchipusha tunda la upendo ndani yako kupitia Roho Mtakatifu, na wewe fanya kazi ya kujivika upendo. Amua kuvaa, amua kuvua chuki, amua kuvua hasira, amua kuvua hali ya kuto kusamehe, na uamue sasa kuvaa upendo, uvae upendo kama vazi. Haleluya! Jambo la pili la kufanya ili kurejesha upendo uliopotea, tafuta na shughulikia chanzo kilichosababisha upendo kati yenu ukapoa. Hakuna kinachotokea bila sababu. Haiwezekani huyu mtu ulikuwa unampenda alafu ghafla tu humpendi Haiwezekani mke wako mme wako mlikuwa mnapendana mpaka kila mahali mnaenda pamoja, mnapostiana kila siku, mnacheka mnafurahi, alafu ghafla tu hampendani tena. Haiwezekani, haitokei bila sababu. Biblia anasema laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Jambo zito kama ile haliwezi likatokea ndani ya ndoa yako bila sababu. Kwa hiyo jambo la pili la kufanya, amua kutafuta chanzo Shughulikia chanzo, kitafute chanzo cha upendo kupoa kwenye nyumba yako na kwenye ndoa yako, alafu kishughulikie. Kama ugonjwa haujajulikana, ni ngumu sana kuutibu. Lazima tutafute diagnosis, lazima tufanye diagnosis, lazima tutafute kujua, what is the reason, where is the problem, what is the reason for the uh, kwa upendo kupoa ndani ya ndoa na familia.